Maeneo mengi yameshikiliwa na watu watu ambao wengi wao hawafanyi chochote kwenye leseni zao. Kwa upande wa 191 uh, ambazo zipo katika mkoa wetu wa kimadini, ni almost hakuna ambayo iko active inafanya utafiti site kwayo. Tunaomba kwenye zoezi ambalo linaendelea uh, hawa wachimbaji wadogo wa ambao wameonyesha nia kubwa ya kuendelea kuchimba waweze kupata nafasi kuweza ku, ku, ku, ku, kupewa hayo maeneo ambayo uh, wanao miliki wameshindwa kuendeleza ili tuweze kuinua uchumi katika mkoa wetu wa kimadini. Narudia hapa. Ndugu zangu wa Tanzania, leseni sio mapambo. Leseni sio pambo. Leseni ina masharti yake. Safari hii nimejipanga kuondoa sekta ya madini. Nataka tubaki na wachimbaji wa kweli hapana, kuchimbia kwenye mdomo. Tupate wachimbaji wa kweli watakaoendea haki leseni. Wako baadhi ya watu nawatumia salamu leo, mnamiliki maeneo makubwa hamyafanyii kazi. Mimi sio muumini wa umasikini wala sioni wivu mtanzania mmoja akiwa na leseni nyingi, sioni hata wivu, lakini leseni zisiwe kwa ajili ya kutegesha, ziwe kwa ajili ya kufanya kazi. Hii utaratibu kila sehemu ukigusa, unaambia hapa kuna mwenyewe, nataka niukomeshe safari hii. Ndugu yangu Hango una leseni mia moja na tisini na moja za utafiti. Naomba kabla ya Jumatano, kabla ya Jumatano, na mkurugenzi wa leseni huko hapa, kabla ya Jumatano naomba uniekee leseni hizo na wamiliki wake, na pia utaniambia kila moja kama imewasilisha taarifa ya robo mwaka tangu wamepewa leseni hizo mia moja na tisini na moja mimi sioni uvu, sioni uvivu kabisa kufuta leseni, sitaona uvivu kabisa kufuta leseni. Mkurugenzi wa leseni, naomba muifanye hiyo. Na Hango, hizo leseni mia moja na tisini na moja za Geita zinafanya nini hapa mpaka leo? Hapa mkoa wa kimadini wa Mbogwe hauna mgodi mkubwa, utafiti wao ni wa nini? Hiya, baada ya kushikilia maeneo hii, nimesema sasa hivi nakwenda kukoma. Sasa ni kuombe Hango kana aziza hapo, mpate zile leseni zote nipate na status zake.